Ndugu yetu our elder brother Mheshimiwa Kalonzo Musyoka alikuwa kochea ya yangu kwa ile kamati ya Nadco ambayo tulianza kuleta Kenya pamoja na, kwa hiyo kazi tuliagana, ni vizuri viongozi wote tufanye kazi pamoja na tusitishe na tukomeshe siasa za ukabila, siasa za chuki, siasa za migawanyiko na siasa za kuchochea wa Kenya kwa misingi ya ukabila na kwenye wanatoka sasa. Sisi tunataka tumuulize ndugu yetu Kalonzo Musyoka. Asikubali kuingizwa kwa hizo siasa potovu, siasa ambazo zitaturudisha nyuma. Tunataka tushirikiane na nyinyi kama jamii kama wakenya wengine, ili tusongeshe Kenya pamoja mbele, kweli si kweli? Kwa hivyo mkisikia mtu anakuja kuambia wewe ni kazini yangu, sasa wewe, wewe ni ndugu yangu, utakuwa kazi namna gani? Si nyinyi ni mandugu wetu? Ukisikia mtu anakuambia kazi ni kama yule mtu unapatanga na bibi yako anakuambia hapana, huyu bibi ni kazini yangu, ni ukora. Si ukora? Ni ukora. Si ukora? ni ukora. wale ni wakora. Si wakora? tuendelee na hii kazi kabisa. na wanasema ati tusikuje hapa empowerment, tungefaa kukaa kwetu mulima, sijui wengine wakae kwao, kwa lake akinasudi wakae kwao bonde la ufa tutembee masaa kuu tusitembee? Yes. tufanye empowerment tusifanye? Yes. Tufanye? Yes. ni nyinyi mmesema hata? Yes. wale wakikasirika hata? Yes. wakileta siasa ya uchochezi hata? Yes. wakileta ya chuki? Yes. na ya ukabila? Yes. tunawaambia ukabila shetani ya nini? Yes. siasa ya chuki shetani! Yes. siasa ya uchochezi shetani! Yes. tufanye hiyo empowerment? Yes. na ya masoko? Yes. na ya barabara na ya kuunganisha stima na kawaya haya. Ah, mimi nimekuja kufanya hiyo.